We gogola tu. Asubuhi asubuhi, mazingira bado hayakaa sawa. Wewe umeshakunywa tika tika, unanuka shombo, unanuka <laughs> si vi smart hivyo, kenge wewe. Haya, kulikoni Narabuku? bei mimi huyo, niazime sikio Eh. Mimi ndio gogola tu haluhatani mwene ubora wangu, nimeona vingi, nimevumilia mengi Hakuna mtu yoyote wa kuingia hapa kuniidia mimi. Nipo makini na kazi yangu e, na kuona skanga ndo una yumba yumba <laughs> kenge wewe na kuonya <laughs> mimi hata nikilewa kwenye kazi yangu nipo imara, niko skanga brah. najiweza. Wewe jiongereshe tu kujisema kwamba huko skanganga huko ndindi ndiskoko, halafu mwisho siku hata daga kamba moja hajapotea na wale he he, utajuta gogo la choo, utajuta kuzaliwa mm. Unaonekana tu sasa, kuna jukumu nataka nikupatie gogo la choo mm. Unamwona unataka nini pale kwenye meza? Huyo takadini nataka umfuatilie, maana nimesikia mwendo wazimu yule huwa ananichunguza. Sasa mchunguzaji anabidi awekewe mtu wa kumchunguza na yeye. Kazi imefika mwenye kwa mwenyewe, imefika kwa mwenyewe. Hapa kuna mtu yoyote anayekae miweza, mimi nitamchunguza. tuituli tui tu mimi ni askari kamanda, mwanajeshi, kipimalindo anakaa sawa, lakini ni amini mimi bwana jeshi kamanda, askari soja gola chona, ni kocha ila changamoto unalewa tu mida ya kazi kenge. Mimi mm, pombe na kunywa mchana na asubuhi, lakini usiku kwenye lindo langu niko imara, hakuna hata mtu mmoja wa kuibata daga hapo. Sawa, unaweza ukaenda.

Huu mguu unavyouona ulikuwa ni wa kwako. Hivi wewe Rukaya wewe ni wakunizunguka mimi kweli? Hivyo hmm. Wewe ungenisalimia kingekuta kitu gani? Haya, nimekuzunguka na nini? Kwani salamu lazima? Hivi wewe Rukaya wewe, wewe ni kumtaka bwana wangu kweli wewe. Hmm? Wewe si ulikuja kuniambia kwamba yeye ndo anayekutaka? Kumbe wewe unajipelekeza kwake. Eti si lazima umsalimie. Sikiza nikwambie, msichana. Hapa Dar es Salaam mimi ndo nimekupokea. Hiyo rangi uliokuwa nayo mimi ndio nilofanya mpaka umekuwa nayo rangi. Kwa sasa hivi ushajua kuoga, ushajua leo unataka tuanze kuleta mimi kibesi. Sikiliza wewe nikwambie, kunileta kwako mjini hapa isikufanye wewe ufikie kunipanda mimi kichwani. Sijui unanielewa? Sikiliza nikwambie ukae. Mimi sio mtoto mdogo. Mimi ni mtu mzima ninajielewa. Sawa. Wewe ukiongea na mimi shusha sauti yako chini. Hapo ongea mimi kistaabu nikuelewe. Sijui unanielewa vizuri? Haya, huyo bwana wako ni mzungumzee bwana wako gani? Hivi wewe unakumtaka bei wewe? Hm? Wewe usiulikuja kuniambia kwamba yeye ndo anayekutaka. Kumbe wewe unajipelekeza kwake. Hivi una akili kweli <laughs> mimi? Ndio na mambo ya ajabu sana wewe msichana wewe. Hey. Wewe unakwenda kunizunguka mimi. Ni mangapi ambavyo mimi na yeye tumeishi kishara? Eh? <laughs> Kwa unamzunguzia Narabuku bei? Ah, ile msichana waachi. <clears> Hm. <throat> Mpaka umeitekesha. Hivi una akili timamu kweli wewe? Yaani zimekutimia kabisa. Wewe takuoa mumeo yule wewe? Mtu wenyewe hapo ulipo hawala. Yaani ningekuo na maana au nikikuwa na kupost smart sana, angekuweka ndani kama alivyokuwa ndani mtu mwingine. Wewe tena ukome. Yaani, ukija kwangu, naomba uongee mada zako zinazoeleweka. Eti Narabuku bei. Wewe ule mume wako sasa, nakwambiaje, cha peke yako kaburi, yule baba simuachi. Yaani nitamng'ang'ania mpaka nitamng'ang'ania tena. Na kama yeye mwanamke kweli, fanya toka kufanya kutuone. Sikiza, ninakwambia aijalishi ameoa au hajaoa. Kikubwa tu ananihudumia ninachokitaka na kanifungulia biashara. Aya <coughs> yani, wewe ulikuwa unataka nini? Yaani wewe unachekesha sana. Sasa biashara ndio nini? Sikiza nikwambie, akufungulie biashara, akufungulie nini? Akufanye kitu gani? Shoga wangu mimi hayo hayanihusu. Ninachojua kwamba wewe umefungua biashara, mimi napewa vitu adimu ambavyo ninavitaka na kurudia kila siku. Unatakaje? Mm-hmm. Sasa sikiza nikwambie, ninachokitaka mimi kwanzia leo naomba uache kumfuatilia mwanamume wangu juu nanielewa, yaani ukimwacha mwanaume wangu hapo, mi nayo ndio tutaelewana, lakini bila hivyo, mi nayo hatuwezi tukaelewana. <laughs> shoga yangu, pole chapeke yako kaburi. Yule baba chaoti na mimi, nimekufa nimeoza. Sasa ninachokuambia hivi simuachi yani, ndo nazidi kumngang'ania, yani ata singenifata, umenifata, nakwambiaje? Yule mwanaume simuachi, ulipo nipo. Alafu totamifanya kitu gani? Uyu kamtaka yule yule, kamkata mara, akaenda kwa yule mbona ni bala aiye. Oh, hakuna mapeza, datindania genge, hauna pesa, mbona utaonekana mse ushiriki na umetawala. Aiwe, si masihari ukizingu wa mahala, wa mahala mbona utafunga biashara? Ehe, nakusikiliza sope, maana umeniita. Nginjanginja, niko bize pale kupangapanga mbogamboga, nakusikiliza. Fanya chapu, muda wa biashara usahivi. Wewe wewe majina mimi sinisha ku katazago wewe, unajisaulisha. Mbona wafenda kunikela we baba wewe Naitwa Prince bwana, kijana mwenye akili nyingi, nguvu kidogo tu. Sasa wewe naona kama atakulivuruga sawa. Prince, mtu mwenye akili nyingi, nguvu kidogo sawa. Nimekutii, nimekuja, unaona. Sasa unaona mambo yako haya, maswala ya kutii hapa yanahusiana vipi hapa? Oya, nitasusa kukupa hizo taarifa ujue. Basi ndugu yangu, yani kukutii maana yake ni kukuheshimu, yani kukusikiliza kile unachotaka kuniambia. Eh e, sijinga kosa fursa bure eh e, bye Mungu nisaidie sana sasa. Sikia, kuna ndugu yake na mzidole alikuja kukutafuta hapa. Ndugu yake na mzidole, eh ndugu yake na mzidole, na sio ndugu yake, kwanza huyo ndugu yake ni dada yake, yani ndugu yake na mzidole mwanamke. Sio dada yake mwenye mwenye mwenye yule. Sio, mm-mm. Huyo dada yake mwembamba fulani hivi chuchu saa sita, oya pisi pisi, navyokwambia pisi ni elewe, chuchu zimekaa hivi kishepo, ana lakini ana kishepo fulani cha uchokozi, minakwambia ukweli mzuri huyo hey. Ulia kwanza hivi, ndio vitu vyangu pisi imenyoka hey. Mwembamba yani, tunasema cha ukapi cha mkunjo mimi wao simjui kusema kweli. Sijai kumuona. Mimi nishazoea lile kondole lenye minyama, <laughs> lina misuku yake, mtoto ana rangi. Kama huyu pisi sio, simjui kusema kweli. Familia naijua vizuri, weka kutambulisha kweli kabisa ni ndugu yake na mzidole. Ndio, ni ndugu yake na mzidole. Na sio hicho tu akanaambia kwamba na shida na alichache. Fanya kila njia ni mpate alichachi. Hapo kwenye shida na mimi, hapo na mimi na shida na yeye. <laughs> Najisi mke wangu anavyosumbua sasa hivi nyumbani. Mke wangu amekuwa kivuruge tangu ni mruhusu aje gengeni tu, fursa hivi kaitumia vizuri, na mi nataka nitumiwe vizuri kwa dada yake <laughs> eh, kasemaje? Amesema anakuulizia wewe na akasema umtafute, ana shida muhimu sana maana mawasiliano yake kaacha. Masiala hayo, wee pinsi, wee stavadi, namba yake unayo? <laughs> yani, wewe baba una maneno mengi, ntasusa ujue. Ntakuwa sikupi namba. usisuse <laughs> <Andi da mamu. laughs> na hivi kakake navyomchukia ule mweu. <laughs> mzidole dada yake lazima nimlambe namba yake. <laughs> <Daya, shika. laughs> na namba ya bahati ngoja. <laughs> <laughs> nijiakikishie shoti usije ukarudia namba ya keli bure, maanake msimu wenyewe mgumu. <laughs> msimu wa waandamanaji. Siwezi kukupa namba ya ajabu, hata mara moja, ni namba yake kabisa hii. Inaita eh, inaita eh. Hello, eh, naitwa Alichachi. Nasikia umekuja gingini kwangu, nasikia umeniulizia sijui na shida gani? Eh, A, A, una shida ya kuonana na mimi? Hamna shida wewe, niambie tu, uko wapi? Naijua vizuri, kuna mtaa gani? Tuangoma, nsio ujua mimi jamani, nimezaliwa hapa hapa, napajua. Sawa sasa, e, usiameame sawa, nikifika tunakupigia simu <laughs> sawa, nashukuru baba.

Nimeitikia wito dada. Nashukuru sana Alichachi kwa kuitikia wito wangu. E, nashukuru pia. kuna mambo machache nahitaji kuyajua kuhusiana na mzee Hans. Na mzee Hansi aliyekuwa mgombea mwenza na Narabuku? Mbona mzee Hans tena? Yani, yani umetaja mtu ambaye muda mrefu mchasaau. Kwa nini mzee Hansi ni kweli unachokisema. Lakini mimi ni mtu wa karibu sana na mzee hai. Ah, hapana, sijazoea, Mzidore. <laughs> Mzidore na mzee hai. Wewe ni ndugu yake na mzee Anse? Nimezoea na yule binti pale, lakini wewe mashoni mwangu ni mgeni dada. Mimi ni ndugu zake na Mzidore na Samira. Pa. Umenikumbusha zamani sana. Ndio mgombea wangu wa pekee, nikiwa kama meneja kampeni. Ah, nikumbusha mbali bwana. Mimi nipo na kusikiliza, unahitaji nini, yani kutoka kwa Mzee Hans? Niko hapa nahitaji kupata taarifa za Mzee Hans kwa sababu nasikia amepotea kwenye mazingira ya kutatanisha na ni muda sana. Ah, ah, dada yake, nikwambie tu ukweli katika jambo ambayo nilipambana katika maisha yangu kumpambania mgombea nikiwa kama meneja kampeni, lakini familia ndio ilinipiga blok kuniambia stop, achana na maswala yasiopuusu. Weo niliachaga kitambo mno mno, niliachaga na sitofuatilia tena. Unaweza kuniambia ni kwa nini walikustopisha? Ah, we dada we, yule kakako ni mchawi, ni mchawi Hujui yani, kaka yako ni mchawi, dada. Kuna siku nimetoka nginja nginja mnyaji pale na mapenzi yangu yamgombea, naambia we baba yako kapotea, simuoni yuko wapi yule. Baba aliniwashia macho hivi, baba ya macho yamewaka, nilipigwa pum hadi ukutani. Eh, baba we yule baba jamani, analoambaya kiuno changu mimi Pole sana alichachi, kwa kupambana sana lakini ujafanikiwa. Ah, asante sana <laughs> ulisema mtu wa nje matokea nje, yani unaonekana tu. Hata pole zenu kidogo zina fariji ptu. Na wabongo nimepokea. Kwa hiyo sasa tunafanyaje? Na kuomba tushirikiane kwa pamoja ili tuweze kugundua ukweli nini kilitokea na nini kinaendelea na ndugu yangu yuko wapi? Yani sikutaka kujua, sio shida. Shida ni kaka yako Mzidole, yani tukasha mipiga stop. Kuhusiana na mzidole huyo, achana naye, nitajua na deal naye vipi. Kwa sasa nahitaji kujua ni nini kilimkuta ndugu yangu. Tutakuwa pamoja kwenye ile yalichache <laughs> basi sawa, amna shida kwa sababu we wow, umesema <laughs>

Ndayaenawukubei, utakuja kumtoa roho yangu hivinipanya hivyo, lakini sio kukutoa roho tu, hata moyo unaweza kukutoa. Yaani we kenge, yaani we mua, unaenda unamwambia kipenzi changu Sleikwini kwamba mimi nakutaka na kutongoza. Yaani mimi nakutaka, wewe unataka mimi? Kenge we. Ah. Bwana huyo Sraikuni, achana naye. Milo nikuja kizingini kabisa, naomba tu usikilize shida yangu. Yapi hayo na bukuvei? Baba mimi niweza kuwa na mambo yangu, ndio yale yale. Naomba unionjeshe hata kidogo, yaani mwezi sikio la tia mbili. Hebu nifanyie japo kidogo tu, nipate kusuzika na hii roho yangu jamani, eh, kidogo tu. Yaani emua bwana lukaluka <laughs> ya ki. luka kipini mi zindaota kuvunja luka ya kipini ni niati mama, luka lukaya kipini e luka ya kipini niati, sitak sitaki, sitaki bwana, niacho ndoke zangu sitaki we baba, kwa kendo zako. Hata kama ungekuwa wewe bwana usingeelewa kwa kweli, mimi nimechoka kutokuelewa, alafu kingine <laughs> najua numa nguwezi kuja na nyumbani kwako pia huzi kunipeleka kwa, kwa sababu ya mkeo na labukubeli yani nipotile ya kutoa hata kijisenti changu tuingie gesti, yani ata spiali kabisa niojeshi kidogo tu, walla kina kwa pia wala, wala utajutia. <laughs> Masela, huyu mtoto huyu kautaka mwenyewe huyo huyo, ah, mtoto huyo <laughs> Luka kautaka mwenyewe huyu <laughs>